Wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Kila mwanadamu ana hamu ya kuona mambo yake yakitendeka sasa. Tunataka majibu ya haraka, tunataka mafanikio ya haraka, tunataka kupona kwa haraka, tunataka fursa za papo kwa papo, tunahitaji kupata wachumba kwa haraka tunahitaji kupata watoto kwa haraka, tunahitaji kujenga kwa haraka, tunahitaji kuwa matajiri kwa haraka, lakini kuna wakati wa Bwana ambao ni wakati sahihi. There is a divine calendar ambao haiwezi kwenda sambamba na muda na wakati wetu. Wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Mungu si mcheleweshi, ni mkamilifu wa wakati. Mungu hacheleweshi ila anafanya jambo kwa ukamilifu wa wakati wake. Katika kitabu cha Habakuki mbili fungu la tatu hadi la nne, Biblia inasema Bwana anasema, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake wala haitasema uongo; ijapokawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tazama roho yake kujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Katika maisha tuna mambo mengi tunahitaji yatendeke kwa haraka lakini Bwana anasema hii ni njozi ambayo anaileta kwa kupitia mtumishi wake, kwamba lililo katika wakati wa Bwana litatimia na hata lijapo kawia katika mawazo ya kibinadamu, lingojee, maana litatimia. Na ili kuufikia wakati wa Bwana anasema mwenye haki yeye ataishi kwa imani, akiuona wakati wa Bwana katika imani. Hivyo kuna nyakati ambazo tunahisi Mungu amekawia kujibu mambo yetu. Maombi hayajibiwi kwa wakati kulingana na jinsi tulivyokuwa tunafikiria. Ndoto hazitimii kwa wakati jinsi tulivyokuwa tunafikiria. Njozi zetu hazitimii kwa wakati jinsi tulivyokuwa tunafikiria mambo yanaonekana magumu, sima rahisi jinsi tulivyokuwa tunafikiria. Wakati mwingine umekuwa umeumwa kwa muda mrefu na unahitaji uponyaji, hauponi kwa haraka kwa kadri ulivyokuwa unafikiria. Pare mwingine unafanya kazi ya upati fedha kwa wakati kwa jinsi ulivyokuwa unafikiria. Wakati mwingine unatamani kujenga kwa haraka na ufanikiwi kulingana na jinsi ulivyokuwa unafikiria. Upo wakati wa Bwana anasema ijapo kawia, haitaacha kutokutimia, ingoje kwa imani, na anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini maandiko yanatufundisha kwamba Mungu hafanyi mapema wala si wa kuchelewa, yeye hufanya mambo kwa wakati wake aliyouweka. Maana katika kitabu cha Mhubiri tatu anasema kila jambo lina wakati wake. God's god's delay are not god's denial. Kuchelewa kwa Mungu sio kukataa kwa Mungu. Unapoona wakati fulani, yapo mambo yako unaona kana kwamba Mungu amechelewa kukujibu. Kuchelewa kwa Mungu kukujibu katika mtazamo wa kibinadamu si kukataa kwa Mungu wapo wengi ambao waliona kana kwamba Mungu amechelewa kuwajibu lakini Mungu alikuwa anawaandalia mambo mazuri zaidi kuliko yale waliokuwa wanayaomba. Kwa nini Mungu anaruhusu mambo yatokee na amenyamaza kimya? Mungu anahitaji tujifunze ukuu wake katika mambo haya magumu ambayo wakati mwingine tunapitia katika magonjwa. Bwana anahitaji tumuone alivyo mkuu katika maskini. Bwana anahitaji tuone alivyo mkuu katika shida, anahitaji tuone jinsi alivyo mkuu. Na ndio maana anahitaji watu wake waishi katika imani wakijua kwamba Bwana atatimiza yale yaliyo makusudi yake kwa ajili ya watu wake. Bwana anasema kwamba ijapo kawia ingoje. Hapa Mungu anafundisha kuona kuona mbali. Hapa Mungu anafundisha kubaki katika ukamilifu wa imani. Hapa Bwana anafundisha watu kumwamini. Hapa Bwana anahitaji watu wake waishi kwa ujasiri, wakingojea matumaini kwa subira yale ambayo Bwana ameyaweka mbele yake. Imani tu si uwezo wa kuamini kwa muda mrefu, si uwezo tu wa kuamini mambo yajayo mbele, lakini ni imani ya kuchukua hatua moja hatua nyingine katika kudumu kusimama kumtegemea Bwana. Pale ambapo tunabaki katika kumtegemea Bwana katika shida, ndipo tunasogezwa karibu na Bwana na kuona jinsi Bwana anavyotenda kazi. Mwenye haki ataishi kwa imani yake fungu hili linaonyesha msingi wa wokovu kwa imani lilitumiwa pia katika Warumi 1:17 na Wagalatia 3:11. Haki ya Mungu haionekani mara moja tu, bali hujidhihirisha kwa muda kupitia imani kwa wale wanaomwamini. A, Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Kila jambo analifanya kwa utaratibu. Unapoona Bwana amechelewa kukujibu jambo fulani, si kwamba amekataa. Lakini kuchelewa kwa Bwana ni fursa yako kujifunza mengi. Jinsi ya kujua wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana unajulikana kwa utulivu, si kwa pupa, si kwa papara. Katika kitabu cha Isaya 30:15 nasema, katika kurudi na kutulia ndiko mtakapookolewa. Mungu hafanyi kazi kupitia haraka ya kibinadamu. Anatenda kupitia katika utulivu na mpango kamili. Unapohitaji kupatana na wakati wa Bwana, kuwa mtulivu, acha haraka, tafuta mapenzi ya Bwana yaweze kupelekana kufiti na mipango yako, maana wakati wa Bwana ni wakati sahihi, na unapokawia ungojee, maana hakika utatimia, na wakati wa Bwana ndiyo sahihi kwa manufaa ya mwanadamu. Wakati wa Bwana unatambulika una kwa kutupitia neno lake. Neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Anaposema neno lako ni taa, ina maana neno la Bwana ni mwongozo, neno la Bwana ni njia, neno la Bwana linatuongoza kufikia katika wakati sahihi wa Bwana. Neno la Bwana linaleta nuru, linafukuza giza, linafukuza magonjwa, linafukuza huzuni, linaleta amani, linakuza imani zetu neno la Bwana linatupatia ulinzi linatupatia imani, wakati tunaposubiria wakati wa Bwana unapokuja. Neno la Bwana ni dira, neno la Bwana linafaa kuaminiwa. Haleluya! Mungu hasemi nje ya neno lake, kila wakati anauashiria anausema katika maandiko yake. Kama vile mtu anapowasiliana na mpenzi wake anasema na yeye, na Mungu leo anasema nasi kupitia katika maneno yake. Wakati wa Bwana huambatana na amani ndani ya moyo. Katika kitabu cha Wakolosai 3:15: amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Wakati wa Bwana unaambatana na amani ya moyo, nami nakupa ujasiri kwamba subiri katika wakati wa Bwana. Dumu katika kuangalia wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana si wakati wa kibinadamu. Wakati wa kibinadamu ni wakati wa masimango, wakati wa huzuni, wakati wa kutengwa, wakati wa kunyanyaswa, lakini mwenye imani anadumu akisubiri wakati wa Bwana, na yeyote anayesubiri wakati wa Bwana unatimia, maana amesema ni hakika. Wakati wa Bwana hutambulika kwa matokeo yanayomwinua ya Yesu matokeo yanayoleta utukufu yeah, kitabu cha Yohana 14 fungu lile la nne anasema Yesu alichelewa kumponya Lazaro ili Mungu atukuzwe. Sasa nikwambie, Lazaro aliumwa kwa muda mrefu, na Yesu alipewa habari, alichelewa kufika. Kumbe kuchelewa kwa Yesu kufika alihitaji watu wajue kwamba Mungu si mponyaji tu Mungu anafufua. Yapo mambo yako umeona kana kwamba yamekufa. Mungu anafufua kwa jina la Yesu. Ana uwezo wa kufufua biashara, Mungu ana uwezo wa kufufua ndoa, Mungu ana uwezo wa kufufua elimu, Mungu ana uwezo wa kutenda mambo yote ambayo kibinadamu yanaonekana yameshinda. Pale mwisho wa uwezo wa kibinadamu unapofika, ndipo mwanzo wa Mungu unapoanza une... unapo pale hekima za mwanadamu zinapokoma ndipo Mungu anaanza kuonyesha uwezo wake. Ijapokuwa mtini huchanua lakini, mimi tamshangilia Bwana. Mungu ana mpango hata pale tunapochelewa. Mungu ana mpango. Mungu ana mpango hata pale inapoonekana amechelewa. Mungu ana mpango kwa ajili ya kazi yako. Mungu ana mpango kwa ajili ya familia yako. Mungu ana mpango kwa ajili ya maisha yako. Mungu ana mpango kwa ajili ya afya yako. Mungu ana mpango kwa ajili ya mambo yako yote, mdumu katika kutumaini ahadi zake. Subiri na, na na na baki katika imani. Watu wa imani hawachoki kungoja. Watu wanaomwamini Mungu hawachoki katika kungoja. Watu wanaomwamini Mungu hawachoki katika katika tumaini lao. Watu wanaomngojea Mungu wanasimama, maana Mungu huleta matokeo bora kuliko ya haraka ya kibinadamu. Kusubiri kunaleta matokeo bora kuliko haraka za kibinadamu. Tudumu katika kumsubiri Bwana. Wakati wa Mungu ni, ni tiba ya kukata tamaa wala wanaojifunza kusubiri. Wakati wa Mungu ni tiba ya tamaa, kama Habakuki. Tunapochoka na uovu wa dunia, tunapochoka na masimango ya dunia, tunapochoka na huzuni za dunia, tunapochoka katika kusubiri wale wanaosubiri katika wakati wa Bwana Mungu wao anasimama kama mtetezi. Mungu anatufundisha kuishi kwa imani, si kwa mitazamo ya kibinadamu pale tunapokuwa tunaishi katika mitazamo ya kibinadamu, mitazamo ya kibinadamu ina ukomo, mitazamo ya kibinadamu ina mwisho, mitazamo ya kibinadamu ina kuchoka, mitazamo ya kibinadamu ina kuendeshwa na hisia, mitazamo ya kibinadamu ina kuendeshwa na kitamaduni. Lakini mitazamo ya Mungu ni mitazamo sahihi, iliyopimwa na yenye viwango, inavyomkuta kila mmoja katika maisha yake. Tuishi tukidumu katika imani ya kumtegemea Yesu Kristo. Mungu anataka watu waishi kwa imani si kwa mitazamo. When you can't trace his hand, trust his heart. Kama huwezi kufikia mkono wake, amini moyo wake. Mungu ana mpango uliokamili na kila jambo lina wakati wake. Njozi haikufa, ipo hai ikingoja wakati wa Mungu. Uchelewaji wa Mungu si upotovu wa muda, bali ni mafunzo ya subira. Tunapokuwa tunamsubiri Bwana, kuchelewa kwake si upotevu wa muda, lakini ni mafunzo ya subira. Kwa hiyo, ijapokawia ingoje kwa, kwa imani, maana itatimia kwa wakati ulioamriwa na mwenye haki wa Bwana ataishi kwa imani yake. Mungu hufanya mambo yake kwa utaratibu, hafanyi haraka bali kwa usahihi. Kila kuchelewa kwake ni maandalizi ya utimilifu wa ahadi za Bwana. Kila kuonekana kuchelewa kwa Bwana ni maandalizi ya kutimia kwa ahadi yake. Kila kuonekana kuchelewa kwa Bwana ni shule ya kuwa na subira. Kila kuonekana kuchelewa kwa Bwana ni shule ya imani. Kila kuonekana kuchelewa kwa Bwana ni shule ya utukufu wa Bwana. Kila kuonekana kuchelewa kwa Bwana ni maandalizi bora ya wakati wako ujao. Ikutie moyo kwamba wakati wa Bwana ni sahihi, ungoje, maana huo utatimia. Bwana akubariki sana katika jina lake. Amen.